Alafu inasoma Kinondoni. Alafu anakuja kufanya biashara Kariakoo. Alafu biashara yake ni ya rejareja. Hata registration, hata kwa mjibu wa TRA hajamaliza registration. Kifupi, wataalam kifupi ni kwamba ha. Ha. Hawa ndio wale watu ambao tunasema wanakiuka sheria za nchi. Huyu mtu sasa? So I don't, I don't don't know why some many, many come to here. No. Wanakuja no, no, no. Kwa inspection, usipate shida huyu mtu napata na taarifa yake kwanza yes. yes. Walimkuta hapa wakati timu inakuja kufanya uchunguzi. Ndio. Huyu mtu alikuwa hana hata working permit. No. No. Naam. Na ameomba na imekuwa rejected. Still, bado yuko hapa. Waziri Jafo amebaini madudu katika mnyororo mzima wa biashara ambapo wageni wameingia nchini kutoka mataifa mbalimbali wakifanya biashara ndani ya soko la Kariakoo bila kuwa na vibali vya biashara na kumiliki leseni zilizoisha muda wake. Waziri Jafo wameelekeza kufanyika msako mkali kuanzia kesho kwa muda wa mwezi mmoja kwa wafanyabiashara wote wa ndani na nje ya nchi wasio waaminifu, bila kujali utaifa, bali washughulikiwe kwa mujibu wa